Bwana, leo nimemleta stani. Naam. E, hapa ni Kigoma Ujiji e. E, nilivyotoka kazura mimba nikaja e. hapa e. hapa ndo kwa dadangu sehemu ambayo tukitoka mjini tunafikia hapa kwetu. Hapa kwa maanake, hapa ni kwenu, hapo utamkuta dadangu. Hapa ni kwenu kwetu. <laughs> Jamani, na nimeleta zawadi jamani, nimeleta zawadi ya quality tea. Sasa sikiliza, kuleta quality tea umefanya vizuri, haya majani ya chai, kwa sababu ndo majani ya chai bora na ndo majani ya chai pendwa na yanalaza. Sikiliza kwanza, ushanikela, ila hii nyumba umekosea. Kwa nini hapa kwetu? Yani wewe unakaa kwenye kasri kule, alafu huku nyumba hapa ndo kwenu? Hivi sasa kila kitu taratibu kwenu, unajaza udongo hivi, kweli najenga? Ona, serikali inakuwekea lami Si umenelewa kujenga una kwenu unashindwa. Anajenga ujenge wani, unaanzaje wani? Yaani kwenu ndio hivi, unamnunulia mke wako gari Dadangu, nimeleta majani ya, wow, chai. Ma <laughs> yanaitwa quality tea. Majani ya chai bora ya kutumia. Yaani kuleta quality tea amefanya, amefanya sawa e. Lakini hapa hii ndio unajenga wewe? Najenga mimi huku, ndio unajenga wewe kichwa chako na nimesikia umechukua sehemu kiwanja tena, una maeneo kule kibao. Mbona kwenu unataka kutupeleka? Kwetu? Kwetu, nitakupeleka Morogoro na kuletea jiko la gesi. Badilisha kwenu, weka nishati safi. Lami wameweka kule mbele. Wewe unataka kushinda nini? Naanza na ujenzi. Eh. Naanza na ujenzi. Ah si mandazi. Malizia nikae na majani ya chai ninywe chai. Bas. Nikae na majani ya chai ninywe chai. Ngeka wapi? Eh? Kitu na kiangusha hichi hapa. Njoo kesho ndani. Lakini jenga kwenu. Nikija hapa natulia. Jenga kwenu. Basi ndio hapa. Hii sebule. Hii sebule. Hii sebule na imalizia njoo. Eh. Hii sebule. Umeona? Hapa atakanifunge TV nchi nchi 100. Hapa kote hii amna inatosha. Othii ndio master. Basi ungetumia hata tofali zile kidogo za mchanga ah, mchangansasab hivi Mee, Saba ndogo na, na sa sa sa na, sa sa mimi nataka umalizie hapa na ile nyumba urekebishe, na mimi labda nikutoe shaka kama ndugu yako eh, nakuchangia milioni mbili, nakuchangia ah mi..., oh, na nakuchangia no, na mimi ah, milioni mbili naitoa milioni mbili kwa ajili ya ujenzi naitoa milioni mbili kwa ajili ya ujenzi. Baada ya kutumia majani ya chai, naagiza tena sura yake huyo Mona, ukisikia ja mdo wangu jenga kwenu na kidule Nikija Kigoma sasa hivi, na enjoy master cho ndani mbele kule, samaki wangu umeandalia tayari, mimi nieke nieke maji na chai. Lakini bado najenga kwenu, jenga kwenu. Hiyo migebuka mtanchotea na mimi. Kwanza, naombeni mandazi kama mengine yako tayari, niweke na majani ya chai ya quality tea na majani ya ah, ah, chai ya kwani kwani, tunamlisha mtu atumlisha mtu, tunakula wenyewe hapa kidogo kidogo kidogo unanipunguza kasi kwenye mambo ya kujenga lakini jenga kwa. Acha Ndio ndio mambo mambo hayo, hayo tu kwenamambo hayo. Nitambulishe vizuri kwanza familia kwanza nijue vizuri. Dadangu Joe. Huyu dada yangu mkubwa, dada yangu mkubwa mkubwa huyu anaitwa ah, Rema huyu ndio mkubwa. Ninaposema mkubwa ndio wa kwanza. Huyu ndio kila kitu kama la. Kuchangamka liko nyumbani kabisa. Sisi ni asli. Sisi ni hey, asli. Sisi ni asli hey. Hey. Mm. Sisi ni asli yetu kuchangamka, yani ndio tulivyo. Nasikia raha sana alafu akijichetua yeye basi, naambiwa ndio mimi, huwa napigiwa hizo simu hey. Napigiwa simu lakini nami huwa nawajibu, huyo ndivyo alivyo toka mdogo lakini sasa akiamua ngoja nifanya hivi hafeli. Okay. Eh, akiamua eh, aki nafanya hivi basi kweli kafanya na kweli inakuwa kweli. Sumaona hili kaja nalo jana hili yeah. na litakuwa na, litakua. Okay. na hey, Mama Samia yuko na Mama Samia yeah, yuko na Mama Samia yeah. Mama Samia ile jana Dogo langu leo asubuhi nimejiwa na kina mama wa CCM, naona kama zaidi ya kumi na tano, lakini wamekaa wamekusubiri, na wapinzani wamekuja, wa ST ndio wanakuja, wamekuja Inshallah kila kitu ni majali. Ni kweli na ile sio ya kwanza kumnunulia. Lakini toka jana amesema anamaliza sasa. Kuna kipindi alikuja na Baba Levo. Alileta akatena akaambia utajenga hiki utajenga hiki. Sasa hizi anamaliza ubinadamu, ubinadamu. Wewe umeona ubinadamu mke na mume ndio hivyo hivyo, vyombo vikikaa pamoja haviko, lakini ubinadamu iko siku. Afu wanaume iko siku tena nitawaona hapa wote wawili. Jana amepokelewa na watu wengi sana ndiyo. Na ukiangalia mmoja wa kuvaa jezi ya CCM wa CHADEMA, wa ACT ndiyo. Ndiyo. Ndiyo, na amepata mapokezi ya wananchi tu wenye mmoja kwa show love pale, unaona kwamba pengine mdogo wako afikirie kutia nia 2025 wewe mbunge huko wewe. Amepita ile ile jana amepita <laughs> mbona mbunge wenu amepita? Mbunge wetu wa Kigoma mjini umepita? <laughs> Baraka hizo ndugu wako, baraka hizo amepita. Ngoja ukaangiwe mandazi hapa, mdogo wangu, uenjoy hapa niko alafu kuna ugali hiyo migebuka ya kuchoma na kuna dagaa wabichi, wamekaanga, wamechoma na vitunguu, kwa sababu ya ugali na ugali tarinsha uandaa uo tayari mdogo wangu unakula kitu, kitu chenye uji, yani kinatoka ziwani ziwan, kinapikwa unatia tumboni. <tus> Sio samaki wakija Dar es Salaam anakaa wiki tatu wiki nne wiki tano. Unajua, anajua kupika huyo mtoto wa mama wake mdogo anapika. Huyu tulokula wali jana, ule wali tulokula kaunga huu anapika hebu waambie kuunga, unajua mtu wangu mdogo, yani mwenyewe mtupu, na staki ajitokea Mwijaku kuja kuoa, staki uwe na dini jamani. Unawaambia nini Watanzania? Kwanza nasema wamkubali sana kaka yangu. Ndio. Wow. na kaka yangu ni jembe. Wow. unampenda sana ndio. Wow. Yaani wale wote wanaosema nini na nini eh. Kwa kaka amefika, wa watupe kile <laughs>